kosi cha Africans mara tu baada ya kuwasili kule Malawi kimefanya mazoezi ya kwanza jioni ya hii leo. Ah, kwanza tungependa kuwashukuru Watanzania ambao wako hapa Malawi ambao wameweza kutupokea kuanzia yapoti mpaka hotelini tunawashukuru sana, lakini sisi kama wachezaji tumeanza leo mazoezi ya kwanza katika nchi hii ya Malawi na tumeanza mazoezi mepesi mepesi kwa ajili ya kurudisha miili katika hali yake. Kikubwa ni tuna focus katika mchezo ambao unakuja na tunachoamini utakuwa mchezo mgumu, lakini sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kuweza kujiandaa vizuri na kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu. Viongozi tumejitahidi sana kwa kufanya maandalizi ya kutosha. Uh, sasa kilichobakia nadhani ni upande wa benchi la ufundi pamoja na wachezaji kuweza kufanya uh, homework yao vizuri ili tuweze kupata matokeo kwenye mechi inayofuata. Leo ni nadhani session ya kwanza ya mazoezi, kesho tutafanya mazoezi kwenye uwanja ambao tutakaochezea mechi. Kwa hiyo naamini mambo yanaenda vizuri mpaka dakika hii, hakuna tatizo lolote. Baadhi ya wachezaji ambao walikuwa kwenye majukumu yao ya nchi zao kwenye mechi za kimataifa, nao naona wanaingia jioni. Kwa hiyo tuzidi kuombeana kwa watu walioko nyumbani kuelekea mechi hiyo ambayo tutacheza kesho kutu, timu iko vizuri, wachezaji wetu wako sawa, na inshaallah Jumamosi tunaweza tukafanya jambo kubwa sana. Kwa upande wake kiungo Mkenya Duke Abuya na mshambuliaji wa Zimbabwe Prince Mpumelelo Dube wamewasili jijini Lilongwe jioni ya leo kuungana na timu yao ya Young Africans kwa ajili ya mchezo wa kwanza raundi ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya wenyeji Silver Strikers Jumamosi, wawili hao walikuwa na timu zao za taifa kwa ajili ya mechi za kufuzu Kombe la Dunia, wakati kikosi cha Young Africans kikiwasili asubuhi ya, ya leo jijini Lilongwe, Malawi, tayari kwa mchezo huo utakaofanyika uwanja wa taifa wa Bingu jijini Lilongwe. Naye kiungo wa, wa kikosi hicho Paco Mzuzwa yeye atawasili kesho asubuhi baada ya kuiwezesha Ivory Coast kukata tiketi ya fainali za Kombe la Dunia hapo mwakani. Timu hizo zinatarajiwa kurudiana Oktoba 25 katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam na mshindi wa jumla atafuzu kwenda katika hatua ya makundi yanayoshirikisha timu kumi na sita kwenye uh, ligi ya mabingwa barani Afrika.